Ally Khatibu Kilusungu mtafiti wa majina katika masuala ya kiulimwengu, karibu siri yako TV na leo sasa tunaanza darasa ambalo tumewaahidi, ili mpate kitu kitakachowasaidia, ili mpate kitu kitakachowabeba. Na moja kwa moja tuanze kumtazama mwanaume aliyepewa jina linalotamkika kwa herufi A kama vile a kama vile Ali, eh? na mengine kama vile Alexi Kini iwe A iliyokamilika katika matamshi, cha kwanza. Lakini cha pili, hilo jina linatakiwa kwamba iwe jina ambalo ulipata kutoka uchanga wako likakulea, wastani wa miaka mitatu hadi miaka saba ulilitumia hilo jina. Basi kama wewe ni mmoja wao ambao ulibahatika kupewa jina la herufi A lilotamkika vizuri na jina hilo ukaenda nalo mpaka wastani wa miaka mitatu basijua kwamba upo katika nyota namba moja, upo katika nyota namba moja. Nyota hii namba moja ni nyota yenye sifa ya moto eh, yenye asili ya moto, nyota yenye jinsia ya kiume na ni nyota ambayo ina msimamo kama ilivyokuwa namba yenyewe moja. Mtoto wa kiume akipewa jina hili na likamlea kwa uzuri kutoka mwaka uchanga wake mpaka miaka mitatu akaitwa kwenye jina la A kama vile Ali. Cha kwanza, kimarazi hawi na marazi makubwa sana ya kumsumbua. Anaweza kupata ugonjwa kwa kila mtu upo, lakini ni ugonjwa ambao unapita, yaani homa ndogo ndogo anazipata eh, kwa kipindi chake cha utoto, lakini si magonjwa ambayo yanang'ang'ania sana yale magonjwa, mwaka anaenda mwaka arudi, hapana anapata magonjwa lakini yanatibika. Afya yake pia itakuwa nzuri kutoka utotoni kwake, na kadri atakapokuwa anakuwa, atakuwa ni mtoto ambaye mwenye uwezo mzuri wa kiakili, mwenye uwezo mzuri wa kufikiri katika mambo mbalimbali mbali, yale anayoyataka yeye yawe, na mambo yake mengi kama ni shule au chochote ambacho anafanya. Hawi mtu mwenye kuvuma kwa kiwango cha juu, lakini anakuwa mtu wa kati kwa kati, lakini haya kwami yanakuwa ya yanaenda. Tuchukulie kana kwamba ni yuko shule, hawi mwenye kulazimisha matokeo ya juu, lakini anafanikiwa katika matokeo yake ya mitihani, na anakuwa ni mtoto anayekubalika katika pande zote, katika mfumo wa kiakili maana kwa wakubwa, kwa wadogo, kwa wanawake, kwa wanaume, anakuwa yuko nao vizuri na ni kwa ajili gani? Ni kwa ajili kwamba kwa kuwa yeye ni namba moja katika nyota namba moja, kama herufi A, mtoto wa kiume cha kwanza atakuwa na aibu ambayo inamlinda asiaibike. Kumbuka, aibu ni silaha. Kuna aibu mbaya ambayo inakuwa ni uzembe au uwehu wa akili, lakini anakuwa na aibu iliyokuwa na faida, aibu ya kujitunza, asiaibike mbele za watu. Kwa hiyo hata mazungumzo yake atazungumza mbele za watu akiwa ameweka vituo, kana kwamba kabla hajaitikia au kujibu swali atakuwa ametafakari kile anachotaka kukisema ili asiongee neno likamwaibisha. Hiki ni kitu ambacho atakuwa anajilinda mara kwa mara, kwa tabia yake hiyo itamfanya kwamba watu wengi wapende yeye anapozungumza na hiyo inakuwa ni sehemu ya yeye kupata bahati zaidi ya kupata wasichana kumpenda wakati anapokuwa anazungumza, hasa kwenye kikundi fulani. Ni mtu mwenye misimamo, lakini ni mtu aliyojawa na hofu nyingi katika nafsi yake. Yaani, mara kwa mara labda kama tuchukulia, anatembea njiani eh, yuko peke yake anaweza kuwa anajihisi kana kwamba kuna kitu kibaya ambacho kinaweza kumtokea, lakini ni hofu, hakuna ambacho kinamtokea, ila yeye anajihisi kama kuna kitu hivi kinamfuatilia, lakini au kama kuna mtu mbaya amepanga kukutana naye eh, anamvizia anajihisi yeye mwenyewe, lakini hakuna chochote ambacho kitamfika, isipokuwa hiyo ni hofu, kutokana na sifa ya moto. Mnajua moto una tabia kwamba ukiwaka hautulii kama umewasha, labda wale watoto wa kizamani umetumia kibatari, tuchukulie moto wa kuni, unaona unavuaka, kama unayumbayumba, unachezacheza hivi. Kwao ndio system yake. Anayetumia katika nafsi yake anakuwa mara nyingi anajihofu, anahofu kukosea, yani hataki kukosea, au hataki kuwakosea watu, au hataki kufanyiwa jambo baya. Kwa hiyo hayo yote anayahofu. Kwa kuwa anatengeneza umakini wa hali ya juu ndio sababu ya hofu kwake kuwa kubwa. Anatengeneza umakini asiwakosee watu, anatengeneza umakini asiwe asi, asiaibike, anatengeneza umakini asifanyiwe jambo baya. Kwa hiyo hivyo vitu vitatu anavyovibeba vinamfanya awe mtu mwenye hofu nyingi, hasa anapokuwa anatembea barabarani akiwa peke yake. Lakini hofu hii kadri inavyoendelea, anavyoendelea kukua ni hofu ambayo pia inajiongeza inajiupdate kwenye matukio mbalimbali. Tunasema kwamba anapofikisha miaka ishirini na minane eh, kwenye hatua inayofuata tutachambua zaidi kwenye miaka ishirini na minane ila kwa hapa kwa uchache ni maana kwamba itakuwa juu ata hofu kujihisi kana kwamba muda wa kufa kama umefika. Yaani ana hofu kama muda wote anaweza akafa hivi, anahisi kama kifo kitamkuta lakini Hafi, ila Mungu atamwokoa sema tu yeye anakuwa na huo upepo ambao umemkaa sana. Sasa ni hofu anayoijenga sasa. Kuna utofauti wa uwingi, kuna herufi A wanaume ambao watahofu hiyo kwa kiwango cha juu, na kuna herufi A watahofu, lakini kwa kiwango kidogo. Hapo kuna sifa tofauti, ndio maana tulisema tutaongea kwenye hatua tano utachambua katika hatua zinazofuata, lakini kwa hapa sasa tuseme kwamba e, mtoto huyu kama amepewa jina la herufi A moja, katika changamoto yake kutoka kutoka uchanga mpaka makuzi yake yote ya kiutu uzima, marazi ya kusikia maumivu ya kichwa, hiki ni kitu ambacho kitamwandama. Lakini maumivu yake ya kichwa sio lazima mpaka aende hospitali, sio lazima mpaka vile labda uh, alazwe sijui na nini. Inawezekana tu kichwa kikamuuma, labda akameza dawa ya maumivu, au hata asimeze dawa ya maumivu, labda akanywa maji akapumzika vizuri na hicho kichwa kikapoa. Lakini kutokana na muundo wa akili yake inavyofanya kazi, ndio sababu kubwa ya kuyapata yale maumivu ya kichwa kwa wakati fulani. Ni mtu ambaye makini sana. Sasa ulo umakini wake Eh, design ya kwamba moto wowote ambao umeuwasha una control, una control yani kama moto wa taa au moto wa gari, tuseme vile umewasha injini iko vizuri. Kwa hiyo uh, moto hata moto wa kuni tuchukulie, moto umewasha kuni, namna ambavyo unawaka. Eh, unajua moto unawaka, yani kama vile unajihofu, unaweza ukazima au usizime sasa, lakini bado unaendelea kuwaka sasa ile system ndio anaishi nayo mtu aliopewa jina la laa. Hey, kama mwanaume anakuwa anajihofu hofu kwenye vitu vya aina mbalimbali, lakini hofu yake si mbaya sana. Tuchukulie kana kwamba ameitwa kwenye interview kwenda kufanya interview, nafikiri mnaelewa ile, labda ameenda kuojiwa hivi kwenye kituo fulani eh, au kwenye kufanya interview ya kazi, kabla ana hofu kufanya vizuri, aliyakuwa anajua kitu hicho anachokwenda kukifanya. Lakini akishaingia kwenye tukio na akishaanza kufanya hilo tukio, basi ile hofu yote inaondoka na anafanya kwa uzuri zaidi na kwa umakini mzuri zaidi. Yuko hivyo, na mara kwa mara atakuwa na watu ambao wanamkubali na kumuunga mkono, japokuwa sio kwa kuvuma, ni kwa utaratibu, kwa upore upore. Kwa mara kwa mara ataongeza watu kwa kumwamini, kama mtu mmoja safi, mtu mmoja mwenye umakini, mtu mmoja mwenye kuzungumza na watu vizuri, mtu mmoja ambaye hataki kuaibika. Na kwa kuwa herufi A wanaume wana ukweli, ni watu wa kweli sana, wenye misimamo sana ya kuzungumza ukweli, hawapendagi unafiki kwa kuwa hawapendi unafiki, ni kitu ambacho kitaongezea yeye kuwa karibu na watu wampende zaidi, kutokana hapendi ile tabia kwamba fulani unajua kafanya hivi kafanya hivi e, fulani, lakini usimwambie mtu wa hivyo, huyo hampendi. Na vile vile hapendi marafiki ambao wana marafiki ambao wanamtendea maovu, yaani yeye akishabaini kwamba huyu niko naye jirani, lakini ananitendea vitu ambavyo sivitaki, na labda akajaribu kumvumilia sana, alafu imefika wakati amechoka kumvumilia, anachoamua yeye ni kujitenga na huyo mtu. Chunguza watu maarufu, kwa mfano kama vile Alikiba, eh, Alikiba ni eh, Ali unamwona unamuona namna ambavyo anaishi. Ndiyo mifumo yetu ya watu wa A, kwamba anacheka na watu, anazungumza na watu, kwenye kikundi cha furaha unamkuta yuko vizuri sana, lakini kwa wale watu ambao wanamkela yeye ni mwepesi mno kujitenga nao. Ana maamuzi ya haraka katika kujitenga, na ni moja katika mtu ambaye haogopi kuanza jambo jipya. Huenda kama labda anajenga nyumba alafu imefika wakati fulani, imefika kwenye level fulani, na anagundua kuna makosa yaliyotendeka. Kama bajeti yake inamruhusu swala la kubomoa na kuanza moja sio kitu anachokiogopa, anabomoa na anaanza moja. Vile vile, kama anafanya kazi sehemu, alafu amehisi kwamba labda bosi anafikiria kumfukuza kazi, yeye akishapata jibu kwamba huyu ana mpango wa kuniondoa kazini, yeye atakuwa wa kwanza kuondoka kabla maamuzi ya bosi. Yaani, akiamini pengine yupo ugenini, alafu anagundua watu hawa, hawa hawanihitaji, yeye atakutafuta namna yoyote ya kujiondoa ili ajitenge na hawa watu. Kwa akili yake ni nyepesi kukwepa matatizo, tuseme hivyo. Ni mtu ambaye hataki kukaa sehemu ambayo anahisi aliyokuwa nao hawamfurahii na hawamhitaji, yeye anakuwa wa kwanza kukaa mbali na wale watu na wala hatosema nao, atatafuta namna ya kujitenga na wao. Lakini kama itakuwa ni jambo iwe kesi ya kuzungumza, basi hatoficha chochote, atazungumza tu ukweli kwamba kuna hiki kuna hiki kuna hiki nimekiona, siwezi kuishi na hicho kitu. Kwa hiyo unapomtaka aseme ukweli, atasema ukweli usiojificha, na hawatakagi wanafiki. Hili ndio jambo kubwa ambalo wanaro wanaume wa herufi A. Kwa katika hatua ya kwanza tumechanganya baadhi ya vitu ambavyo tutakwenda kuvichambua kwenye hatua zingine nne ili tupate hatua tano ambazo zitakupa wewe kitu kilichoshiba ili uweze kuishi vizuri ukiwa unajitambua. Hapa tumemzungumzia herufi A a kama mwanaume. Kumbuka sio jina, ukamwona mtu anaitwa Ali au anaitwa sijui nani, lakini A lakini ukahukumu, uka kana kwamba ukataka kuona haya inayeyasema muhakiki kwanza. Je, jina hilo alilipata akiwa mtoto mchanga na lilitumika yeye kuitwa hilo jina mpaka afikofika miaka mitatu? Kama amelikuta hilo, alilipata tangu uchanga, haya inayeyasema yote utayakuta kwenye maisha yake ila kama ni jina alolipata baadaye na utotoni alikuwa ameitwa jina lingine, haya naye yasema hautoyakuta kwenye maisha yake. Nafikiri tuko pamoja hapo. Ally Khatibu Kilusungu, mtafiti wa majina katika maswala ya kiulimwengu, maisha ya binadamu. Siri yako TV YouTube, siri yako TV Instagram, siri yako TV Facebook, siri yako TV TikTok, huku kote mimi napatikana. Kwa hiyo wewe ni kazi kwako, kwa subscribe YouTube, subscribe ni follow kwenye TikTok, Instagram, Facebook kote, kama siri yako TV, ili upate hatua hizo tano zinazofuata. Yani hii ni hatua ya kwanza ya herufi a mwanaume kwa, bado kuna hatua nne ambazo zitafata hapa hapa upate vitu vyote vilivyoshiba sasa kazi kwako ni follow kama unatumia Facebook, Instagram, TikTok na subscribe kama upo kwenye YouTube ili upate kitu kilichoshiba, lakini vilevile njoo kwenye YouTube mara kwa mara kwa kupata darasa kubwa, maanake kwenye YouTube darasa linakuwa limeshiba, huku kwingine vinakwenda vipande vidogo vidogo. Ili nalo msilisahau, Ally Khatibu Kilusungu.